Wahujaji wageni wa, wa, wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema kwamba darsa ya leo itakuwa ni fadla za siku ya Arafa na yanayotakiwa yafanywe katika viwanja vya Arafati. Ndugu zangu, Arafa ni siku bora kabisa sasa spendi nimalize utamu huu mwenyewe, Shekh Twaha Suleiman Bane ataingia katika uwanja huo. Kwa hiyo kaeni makini, tusafiri pamoja naye. Shekh Twaha, karibu shana. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin

na mambo gani muhimu ambayo alhaji anatakiwa kuyafanya? Bila shaka tulizungumza nyuma, tukasema, hija pamoja na kuwa mtu anaweza kusafiri akachukua mwezi au chini ya hapo, lakini hija yenyewe zile siku ambazo zina hoi hoi na nderebu hazizidi sita, na ndio maana kama mtu atakuwa na mazingira yanayomruhusu mwezi tisa mfungo tatu akaruka hapa na kidege chake asubuhi prr, akashuka akatua Jida, akaingia Maka, akawepo pale viwanja vya Arafa mchana mzima mpaka jioni akamaliza, huyo anaweza kuikamilisha hija na wengine waliotangulia hata kwa mwezi. Sababu siku nyingine zote zinakuwa ni siku za kujifaragua tu, siku za maandalizi kwa mazingira yetu, kwamba hatuna mazingira kwamba leo ndio mwezi tisa basi tutoke hapa tukawai. Ndio maana tunatangulia mapema kiasi fulani na kwa kuwa miji yenyewe ile tunajua ina fadhila kubwa, hakuna mtu anayejuta. Kwa nini? Anapata kila swala moja kwa laki moja, bali tunaamini walio wengi wanapenda. Lakini siku zenyewe hasa ambazo ungeweza kuziipa majina siku za hija kwa kweli hizo ni sita. Ya kwanza inaitwa yaumu tarwia yaumu etarwia inatokana na neno rawia ambalo rawia linaashiria kitendo cha mtu kupambana na kiu ya maji. Enzi hizo, miundombinu haikuwa mizuri. Mahujaji wote walio Makka, siku ile ndio siku ya kuhakikisha kwamba kila mtu anajaza kiriba chake viriba vyake maji hapo, kwa sababu baada ya hapo watakuwa viwanja vya Mina. Kwa mazingira ya wakati ule hakuna maji, yaani kwa kifupi, hakuna uhai, kwa maana labda kuna duka, si kuna shamba, hakuna chochote. Kwa hivyo ilikuwa mtu kila kitu unatoka nacho Maka na hasa maji. Sasa ilikuwa kweli ni siku ya harakati za kukusanya maji, ili mtu akitoka sasa anaenda Mina pale, mwezi nane wote, huko anakaa tisa wote, kumi wote, kumi na moja wote, kumi na mbili pengine kumi na tatu, ndo anarudi. Sasa ilikuwa kweli ni siku ya kujikusanyia maji na masurufu mengine. Kwa hivyo neno tarwia linaashiria ukusanyaji wa maji na mahitaji ya lazima. Wenyewe wakaamua kuita yaumu tarwia. Kwa sisi tunasema ni mwezi nane mfungo tatu, hiyo ndio siku inaitwa yaumu etarwia. Siku ya pili yaumu arafa, siku ambayo watu wanapaswa kuwa kwe wawepo katika viwanja vya arafa Nayo imeitwa yaumu arafa, kwa uswahilini kwetu ni siku ya mwezi tisa mfungo tatu. Siku inayofuata inaitwa yaumu nahri. Yaumu nahri sisi kwetu tumezoea kuita siku ya mwezi kumi mfungo tatu au siku ya, ya idi kubwa au siku ya lidi ite utakavyojaaliwa. Kwa hivyo siku zenyewe yaumu tarwia, siku ya mwezi nane mfungo tatu, yaumu arafa, siku ya mwezi tisa mfungo tatu, yaumu nahari, siku ya mwezi kumi mfungo tatu. Halafu ziko nyingine tatu, kumi na moja 12 na 13 tatu fungo tatu zinaitwa ayamu tashriq, na neno tashriq wizani wa taf'il, ina maanisha tendo la kuchepachepa chepa au kukata vipande vidogo vidogo vyembamba kama slesi vile. Enzi hizo hakuna mafriza wala majokovu wala nini, manyama yanayochinjwa yale hujiozea ovyo. Namna pekee ya kuyanusuru mtu anachinja, atatuwa maini na nini, yanaliwa sehemu kubwa inayobaki, nyama zile zina chongwa chongwa vipande vyepesi pepesi, vinaanikwaanikwa siku tatu hizi. Ni harakati zinafanyika za kuanikaanika nyama zile. Baada ya hapo, watu zinazobaki wanabeba mizigo wanaondoka nazo. Ndio maana imezoeleka kwa mashirika zetu, wengine wanasema siku za kuanika ngozi, siku za kuanika nyama kama ng'onda, lakini ni nyama za mbuzi, ng'ombe, kondoo. Siku tatu zile baada ya laidi. Kwa bahati mbaya maeneo mengine wanadhania na Idi imo, Idi si katika ayamu tashriki. Ayamu tashriki ni mwezi kumi na moja mfungo tatu, kumi na mbili mfungo tatu na kumi na tatu mfungo tatu. Hizi tutazisema tukijaliwa kwa mapana, tutapozungumzia matendo yanayopaswa kutendwa katika ayami tashriq, ambaye yataongozwa na kauli ya Allah aliposema wadhkuru llaha fi ayamin madudat mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi tu katika masiku yanayohesabika. Masiku yenyewe ya ni kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu. Na wanaruhusiwa watu kwa ofa aliyotoa Mwenyezi Mungu hata kujiondokea pale kumi na mbili, faman taajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa. La msingi kwamba ukiamua kubaki pale ubaki kwa misingi ya takwa, sio unabaki una mambo yako mengine ya ovyo. Na ukiamua niondoke haraka si kwa kuichukia Mina. Aa, umeona una jambo unalipa kipaumbele linalokufanya usikae siku tatu zote, bali ukae siku mbili, hii biidhinillahi itakuwa na gumzo lake. Tumetaka tukujua kwamba hizi ndio zinaitwa siku za hija kwa ufafanuzi wake: ni mwezi nane, mwezi tisa, mwezi kumi, mwezi kumi na moja mwezi kumi na mbili mwezi kumi na tatu. Kwa kweli siku hizi sita ndio siku ambazo tunakuwa na aina fulani ya mchaka mchaka. Siku zilizobaki zote tunakuwa na mambo ya kawaida tu, una atendi kwenye sala, unaisomea Qur'ani mwenyewe una vinjari mahala, unafanya istighfari, unafanya salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na mengineyo. Lakini mambo special yanayohusu matendo ya hija ni hizi siku sita kwa tano. Tumeita kwa tano sababu ile ya nane kwa sasa haina mambo ya kukusanya maji. Hivi sasa miundo mbinu ni rafiki katika maeneo yote viwanja vya Mina kuna maji na kuna kila kitu, vituo vya afya, vituo vya polisi, vituo vya zimamoto. Lakini kwa wakati huo ilikuwa usipotoka na kitu huku Maka kule uta, utateseka. Sasa siku tuliolenga sisi ni siku